Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali imeamua kutoa hatimiliki ya mashamba ya karafuu kwa wakulima ili malengo ya Mapinduzi ya mwaka 1964 yafikiwe na kuwawezesha wakulima wa karafuu kupata tija. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo alipozungumza na wakulima wa karafuu katika hafla ya uzinduzi wa ugawaji wa hatimiliki ya mashamba ya karafuu kwa wakulima iliyofanyika Ukumbi wa Mikutano Wete, Mkoa wa ni Pemba. Tuitumie fursa hii vizuri kwa kuyashughulikia na kuyaendeleza mashamba mtakayokabidhiwa ili kilimo cha zao la karafuu kiwe chenye tija kwenu na kwa taifa kwa ujumla. Nina imani kubwa kwamba mtafanya kazi kwa bidii ili kilimo chetu hiki cha karafuu kizidi kuimarika na kuinua uchumi wa nchi. Naziagiza Wizara za Ardhi na Maendeleo ya Makazi kupitia Kamisheni ya Ardhi, Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kupitia ZSTC na Wizara ya Kilimo, Mwagiliaji, Maliasili na Mifugo kufanya kazi kwa pamoja na kwa ushirikiano ili kuhakikisha mashamba yote, eh, kuyahakiki mashamba yote na kukamilisha utoaji wa hati kwa haraka uwezekanavyo. Mbali ya uamuzi wa ugawaji wa hati kwa wakulima Serikali kupitia shirika la taifa la biashara ZSDC imeimarisha mfumo mzima wa ununuzi wa zao la karafuu kutoka sisi kwa wakulima. ZSDC imeanzisha mfumo wa kidijitali wa ununuzi wa karafuu ambapo kwa sasa imeweza kuwaondolea wakulima changamoto ya muda mrefu ya ununuzi wa karafuu vituoni. Serikali imehakikisha mkulima wa karafuu hakopwi na anapatiwa fedha zake hapo hapo kwa njia ya fedha taslimu kwa ujazo mdogo na kwa benki au kupitia mitandao ya simu. Mizani, mizani za kidijitali zimeboreshwa na kuziunganisha na kile chombo kinaitwa POS, ambapo uzito wa karafuu unajisoma katika POS bila ya mtendaji kuingiza kwa mkono. Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi Mheshimiwa Rahma Kasim Ali amesema maono ya Dokta Mwinyi katika usimamizi wa ardhi yamesaidia kumaliza migogoro ya ardhi kwa kiwango kikubwa, ikiwemo suala la utambuzi wa ardhi na utaratibu wa kubadilisha kisheria matumizi ya ardhi kwa wananchi. Ukituelekeza kwa kwamba nataka mwende mkafanya kliniki ya ardhi. Kliniki ya ardhi maana nini? maana yake ni kwenda moja kwa moja kwa wananchi, kwenda kuangalia kero zao na kuzitafutia ufunguzi, lakini pia kwenda kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na masuala ya ardhi. Mheshimiwa, tumelifanya jambo hili na tunaendelea kulifanya kwa unguja na Pemba. Mheshimiwa, nikija katika zoezi lile tunalewa, ambalo pia ni muhimu sana, zoezi hili tutalisimamia, tutalisimamia kwa karibu sana tu. Mheshimiwa, kama alisema mkurugenzi katibu mtendaji, hili zoezi ni muhimu na zoezi la changamoto, lakini tutakwenda kulisimamia. Lakini pia kushukuru mheshimiwa, katika zoezi hili umetuletea gari mpya kabisa, pika kumpya, nakuja Pemba, sijafika Unguja kwa ajili ya hili zoezi. Kwa hivyo dini malake kwamba ili zoezi kwa lifanyike kiufanisi, maana yake lifanyike kwa haraka. Mashamba ni mengi mheshimiwa, ni elfu nane kwa hivyo mashamba hayo tunataka yafanyike hara, yapigu ya haraka sana, ili wananchi wote kama tulivyosema leo watachukua hati kwa niaba, lakini ambao watabakia watakuwa nakibua kidogo kidogo. Na kwa jina naitwa Zainab Juma Abdrahmani, natoka shehia ya Kifundi, wilaya ya Micheweni, mkoa wa Kaskazini Pemba. Tunashukuru, tunamshukuru Mheshimiwa Raisi kwa kutujalia leo kuja kutupa nyaraka zetu za mashamba tukapata nyaraka zetu na nasi tukajisikia, kwa sababu muda mrefu zilikuwa sisi, ukishazaliwa karafuu ukifika msimu tunakuta, serikali wanakuja pale, wanapiga tasmini ni karafuu, watu wanakwenda kuchuma wanakua wanabaki anakupanda na, na kulinda tu, lakini tunamshukuru kwa mshukuru, Mheshimiwa rais kusudi akakusudia kuja kuwaona kwa, kwa kulima karafuu na kuwafanya awamilikishe ili kila mmoja ameliki mwenyewe shamba yake, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante. Na sisi kwa kuahidi Mheshimiwa Rais, ifikapo tarehe 29 inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kila mkulima karafuu atakwenda kukuekea tiki mapema sana. Madina Omar, Asam Online TV.